Tunavyosherehekea hii miaka 30 yama, ni miaka 30 ya ulingo wa Beijing 1995, mpaka leo ni miaka 30. Tuna mafanikio makubwa sana na tunakwenda vizuri, na ni mategemeo yetu kwamba ukatili dhidi ya wanawake, ukatili dhidi ya watoto, ukatili dhidi ya wasichana katika nchi yetu utatokomezwa, kwa sababu tumejipanga kama serikali na sisi kama wazazi sisi kama walezi, na hizi semina zinazopita zitaweza kutuhamisha na kutuweka katika e, mstari mzuri. Nafikiri ni, ni hayo, na kwa maana ya kilichoulizwa nimeona ni seme yote na kuweka sawa kwa maana ya uelewa wa pamoja. Wadada senta, usikubali kudanganyika, usikubali kudanganyika. na usijiachiachie watakudanganya usifanyi wa bei rahisi, si ndio? Usijifanyi wa bei rahisi kwa sababu hiyo. Rai wanayo elfu tano wanayo elfu moja wanayo, yani wewe ni wabuku kweli? Yani wewe ni elfu tano kweli? Wewe ni wa shilingi ngapi? Wa, wa dola hasa? bodaboda ana dola eh? Kwa hiyo maana yake lazima uwe na uwe na msimamo wako. Tumesema uwe na maamuzi sahihi, uwe na maamuzi kuamua kwa, kwa hiari lakini pia kwa kuzingatia thamani ya binti. Asante sana. Kwa, kwa kweli na mchango mkubwa kwenye hii programu yetu ya walezi ambao ni wadada wa kazi za nyumbani. Na kila mara unapokuja unatuongezea maarifa, kwa hiyo tunakushukuru sana. Mungu akubariki sana, na tunakuomba usituchoke, uendelee kuwa na sisi, kwa sababu kila mwezi lazima tukutane kwa ajili ya kuendelea kujengeana uwezo, hasa kwenye maswala ya mazima ya malezi na makuzi ya watoto. Na umeongea pointi kubwa sana, hili swala la kutukana swala la kutukana saa nyingine wa, wazazi hawa au mabosi wanawalaumu wadada wa kazi kwamba mtoto anajua matusi, mtoto kuna namna anaongea vitu ambavyo haviko sawa, lakini leo umeiweka vizuri watu ambao wamekuwa ni wa, wanaoongoza vinara wa kutukana ni wazazi wenyewe. Unashangaa vijana hawa leo hii kwenye social media hawana uoga wa kutukana, matusi makubwa makubwa. Kwani hao watoto wamejulia wapi? Sasa hivi. Yaani vijana wengi wamepata hizi simu wana mabando wako TikTok, wako Facebook, wako ni... anakuja mtoto wa wa elfu mbili, matusi anayokutukana hutaamini kwamba wewe ni zai unamzaa. Yani ni mtoto ambaye unamzaa, lakini anakuja hapo anakufumulia matusi ambayo hujawahi kusikia toka uzaliwe. Hawa wanayajulia wapi? Kwao nimefurahi umegusa, au umepiga kwenye mshono kwamba wazazi ndio wanavyolea watoto na kuwakuza. Wanapokuja kuona watoto wanatukana, wao wanabaki wanashangaa kwamba kizazi kimeharibika. Lakini kimeharibikia wapi? Chanzo cha uharibifu ni nini? Kama sisi wazazi, ndio hasa wanawake ndio walezi namba moja. Unapolea mtoto, unapozaa mtoto unamlea mara nyingi, bado mila zetu na tamaduni, malezi makubwa ya watoto yanatoka kwa wanawake. Huyu mtoto anapoanza kuja kutukana Eh, anaanza kutoa matusi bila uoga, ameyajulia wapi kama hakujifunza kwako mzazi? Kwa hiyo ni kitu ambacho inabidi kwa kweli tukirekebishe, badala ya kuendelea kushangaa kwamba watoto wa sasa hivi wameharibika. Hawa watoto hawakujizaa wenyewe kwao. Nakushukuru sana, kama wizara pia imeona hilo na tuendelee kuweka hiyo awareness ili sasa tuweze kurescue kizazi chetu kijacho, maana hawa tulionao tayari ndio tunawalalamikia, "wameharibika watoto wa sasa, hawashikiki, hawana wa adabu, wanatukana", lakini hawakujizaa wenyewe wala hawakujilea wenyewe. Maana yake tunachokiona ndicho tulichokipanda, tunavuna tulichopanda. Nakushukuru sana kiongozi, nakushukuru sana sana sana. Makofi tena kwake, na naomba wadada tafadhali, nyinyi nyi, nyi walezi, msije mkawa mnaongea maneno kwa watoto. Ndiyo malezi mnayo hapa. Mtoto anapoanza kuongea maneno magumu, matusi, au kufyonza, au kukataa kwa namna ambayo hakuwa anafanya hivyo, maana yake wewe ndiyo, mtoto anakuona anakusikia wewe, anakuona wewe. Kwa hiyo na yeye ana adapti, anaona hiyo ndio staili. Kwa hiyo tafadhali, wa dada muweze kutoa malezi chanya kwa watoto. Haya, asanteni.